Tuko na uh, kulingana na vile umetueleza kwamba sehemu ambayo walitenga ile inaitwa tailings, mineral tailings, e, ni inaweza chukua muda mrefu, kwa sababu inahitaji kwamba uh, tupande miti ama zile uh, mimea ambayo inaweza kusaidia kurudisha ama kuondoa maji katika sehemu ya kwa upezi, kwa sababu changamoto ambayo iko ni kwamba ikiwacho vile iko mvua ikinyesha kwa wingi inaweza ikabomoa ile sehemu ambayo ilikuwa imetengwa, alafu iende, i, i, ilete madhara. Kwa hivyo tukiangalia vile wametupatia na vile walisikizana na uh, idara ya uh, ya NEMA kwa mfano ni kwamba itaweza chukua kama muda wa miaka kumi ama kumi na tano. Kwa hivyo tuko naenda kukaa chini na tume katika kamati hii. Pia tuko na ugurugensi kutoka uh, National Land Commission ambao pia watatu, watatuelezea kwamba huu mambo ya, I mean, mambo ya mining license eh, lease ikiisha, nini inafanyika baadaye? Kwa hivyo tutafata sheria kulingana na vile eh, maona ambayo tutapewa na eh, idara ya National Land Commission, na kwa hivyo tutaangalia zote eh, kuna sehemu ambayo kwa sasa pengine inafaa mambo ya, ya, ya ukulima, tutajua nini ambayo tutaweza kuweka hiyo sehemu. Hatutawapatia shamba lolote iwe ni kwamba watakaa nayo kwa miaka zingine kumi na tano. Tutaenda tuangalie sehemu gani ambao wanahitaji muda zaidi, ili tutenge hiyo sehemu na tusema kwamba sehemu hii inahitaji miaka fulani na sehemu hii eh, kama sasa hapa mahali tuko tunaanza kupanda miti, sehemu zingine pia wamepanda miti, sehemu zingine wamemaliza mambo rehabilitation kabisa. Kwa mfano Southern Dune, uh, sehemu hiyo iko tayari for either conservation or for conservation, any other activities so tulikuwa naenda kujadiliana ndipo sasa hii kamati iliundwa ili iweze kutatua maneno kama haya na iwasaidie pia uh, uh, kujua uh, mwenendo ama ile unasema uh, kwamba what next on their part they also want to live but we cannot hold them for long uh, without uh, giving them the duration so they have requested for that time and we've observed it's i think that's the best time we can give them uh, and it's an area that no any other activity can take place So it's not something to worry us. Uh, we are comfortable with that request. We are, we are not finding it difficult for us to grant them.